Ai, bwana mambo vipi? Niko na sports lady Oliva Mchiro na yuko hapa leo hii kututajia kikosi bora cha msimu huu NBC Premier League, kuelekea ligi yetu inaenda kuisha. Sasa kwa upande wake yeye, kikosi kipi kwake ni bora, ama wachezaji wapi ambao anaweza kuwapanga katika first 11 yake? mambo vipi? Poa. Mzima? Niko poa. Unaweza kunipangia hiyo first 11? Mm. Nipangie. Kwa upande wangu mimi nitaanza na goli kipa Kamala Namba mbili nitamweka lus, nani Rusajo. namba tatu Rusajo Mwekenda. namba nne nitamweka, namba tatu nitamweka Msindo. namba nne nitamweka Baka. namba tano nitamweka Jason Fuentes Mandoza. namba sita nitamweka Kagoma, Yusuf Kagoma. Namba nane nitamweka Jakaboy, James Yakaminko. namba tisa nitamweka Mbatisa hapo sasa, dogo mmoja hivipo kule Singida Johnson Soa, kama sijakosea, wuo ni namba tisa. Namba kumi yangu hapo, nitamweka namba kumi nitamweka Faisal, namba kumi na moja nitamalizia na mtu ambaye anapaka gablichi, nani yule wa Yanga? Ndio. Pako umezuzwa eh, kikosi chako hawa ndo mtu ambaye sasa hivi anaongoza top score assist nini, lakini hayupo katika kikosi chako. Yaani, na sababu za kutomweka huyo, kwa sababu kwanza hana yale maamuzi ya nini ya haraka, yaani kwamba akifika golini ama akiwa anashambulia anakuwa na kitu kinaitwa nini kigugumizi, umeona. Lakini hapo hapo hapo ambao anajua kupiga mipira ambayo iliyokufa mtu kama Faisal anajua kupiga hiyo mipira, umeona, lakini wapo ambao wachezaji wengine wanajua kufanya hivyo vitu kwenye hicho kikosi changu nilichoweka. Kwa hiyo kwangu mimi Ahoua ni mchezaji bora, lakini kwenye first eleven yangu siwezi kumweka kwa sababu ana vitu ambavyo ana miss kwa baadhi ya wachezaji ambao wanavo kwenye hicho kikosi changu, kwa maana hata Mohamed Hussein pia e, ndio hivyo hicho kikosi changu bora yaani. Hicho nichokuwekea ndio kikosi changu bora. Eh, yaani yani, e, usifosi uh, niwe kama wewe eh, na ndio maana kila kocha unaamini sasa wakikombaini iko kikosi kwa pamoja wanaweza kutengeneza timu bora. Wanatengeneza ndiyo timu nzuri tu. Shukrani sana. Asante.